Uh, kwa, kwa, kwa jinsi ya tulivyo ulivyoanza kuni, kunijibu ma, ma, maswali yangu mpaka sasa mm -hmm. Ume, umehitaja subra mm -hmm. Subira mm -hmm. Upi ni, ni umuhimu, kuna umuhimu kiasi gani wa, wa, wa, wa uvumilivu subira katika mm -hmm. Uislamu na namna inavyoweza uh, kutusaidia kupambana na kutatua changamoto zetu za kimaisha mm -hmm. Subira Muislamu mm -hmm. ni kwa namna gani muhimu hmm. anapaswa kuwa na uvumilivu kuwa na hmm. subra Uh, Ruta, ni kuambia kitu kimoja kwamba msingi mkubwa wa maisha ya mwanadamu ili aweze kufanikiwa ni subra, uvumilivu kwenye kila jambo. Na kama mwanadamu asipokuwa na subra hawezi kufanikiwa kwenye maisha yake, na mwanadamu asipokuwa na subra anaweza akakufuru mbele ya Mungu wake. Kuna baadhi ya nyakati mwanadamu anapitishwa kwenye milima na mabonde ya changamoto mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu anakuwa na lengo maalum. Lengo lake anataka kumtazama, je, atasubiri au atakufuru mbele yangu? Na sio kwamba amekuacha, na sio kama amekuacha. Lengo lake anataka kupima kiwango cha imani ni namna gani, utakumbuka kumrejea yeye katika mitihani unayopitia okay. Ndio maana Mwenyezi Mungu aliposema katika aya ya mwanzo kwamba inna llaha maa sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. yuko pamoja na wale wenye, wenye. kwa nini Mwenyezi Mungu aseme Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kuswali, Mwenyezi Mungu aseme yuko pamoja na wenye kutoa zaka, kwa nini Mungu aseme yuko, yuko pamoja na wale wenye kwenda hija Maka, inna llaha maa sabirin? kwa sababu subra ndio msingi wa ibada zote yani ukimwona mtu anakwenda msikitini au kanisani, Ruta, kutoa sadaka, huyu ana subra. Amejizuia amejizuia mpaka anakwenda kutoa pesa, kutoa sadaka. Ukimwona mtu anakwenda kutekeleza ibada, pengine si Waislamu, alfajiri, mtu anaamka, anaacha usingizi, yeye ataka subra. Ukimwona mtu anaweza kutoa 15 milioni kwenda kutekeleza ibada hija Saudi Arabia, inatakawe na subra, kwa sababu usipokuwa na subra unaweza ukawanza kwenda kunua est uweke barabarani ufanye uba upate hesabu mm-hmm. kwa hiyo inataka uwe na subra. Kwa hiyo subra ndio msingi wa kila jambo, ndio maana mwenyezi Mungu akasema inna llaha maa sabirin, mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Kwa hiyo kwenye kila changamoto inapotokea na mwanadamu akasubiri, manake amefaulu. Mwana ame na mwanadamu akishindwa kuwa na subra, manake amefeli katika mtihani aliogewa na Allah subhanahu wataala.